Kuna kitu kimempiga, amelala. Na amelala wakati ambao ndiyo majira yake ya Mungu kumbariki kwa kumpa ndoa. Ko, nikamwambia wewe, hiyo akili yako hiyo na huo msimamo wako sio wewe, umerogwa we. Nimerogwa nini? Wewe acha, natafuta hela sasa hivi maisha yangu haya. Na mabinti wengi mnasema mnatafuta hela. <laughs> Ni sawa kutafuta hela, lakini majira yako yakifika ya kupata mume, majira yako yakifika ya kupata mke, moja ya silaha ambayo shetani ataitumia ni kukupiga usingizi, upigwe usingizi, majira yapite, majira yapite, pite. Kwao nikaongea naye nikamwambia, wewe umeshambuliwa, ume na umelala Akafikiri utani. Tukaongea, akasema basi, mtumishi, kama umesema hivyo inawezekana kweli Mungu amekuonyesha, niombee. Nikamwambia sawa, madamu umeamini kama Mungu anaongea na mimi, sawa, ngoja tuombe. Tukaomba, tumeomba tumeomba tumeomba tumeomba, tumemaliza pale kwenye maombi, akaanza kujinyoosha kama vile mtu aliyetoka usingizini. Nikamuuliza, mbona unajinyoosha? Akasema, yaani ninajisikia nina, nina nini Toka, yani ni kama mtu nimetoka kwenye usingizi mzito, ndio nimeamka. Nikamwambia ni kweli ulikuwa umelala. Sasa usingizi unakupiga kwa lengo la adui akuondoshe na adui akushinde. Adui akuondoshe kwenye nini na akushinde kwenye jambo gani? Jambo la kwanza, majira ya kujiliwa kwako usiyajue, usijue majira ya kujiliwa kwako wala usitambue majira na wakati wako. Lengo la usingizi wa kichawi usijue wakati wako wala majira ya kujiliwa kwako, usijue majira ya kujiliwa kwako. Angalia Luka 19, Luka 19:43 na 44. Luka sura ya 19:43 na 44, ya, ya, ya, ya, nasema: kwa, ku, kwa kuwa siku zinakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakapokuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa kuwa au kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Kwa usingizi wa kichawi unakulaza majira yako ya kujiliwa usiyatambue, so you are unaware of your season. Msimu wako wa kupata kazi ndio msimu ambao unapigwa na usingizi wa kichawi, unatega kazini dharura nyingi kwenye ile internship unayofanya ya kujitolea msimu wako wa kupandishwa cheo, sikiliza usingizi wa kichawi unavyofanya kazi. Yani ndio umefika karibu na kupandishwa cheo, ndio unapandishwa cheo. Sasa ndio huo wakati ambao usingizi wa kichawi unakufanya unapuuzia kuwahi kazini, kuwasilisha kazi kwa wakati, kuna uzembe fulani unauonyesha kama wiki mbili hivi. Baada ya wiki mbili wiki ya tatu promotion inatangazwa, na umekosa ule msimu wako wa kupata cheo. Ndio msimu ambao uliwekewa usingizi wa kichawi, ukajikuta umekuwa mvivu, umekuwa mzembe. Miaka yote unafanya kazi kwa bidii, kila kipindi cha promotion umekuwa mzembe kwa sababu umefunikwa na usingizi wa kichawi. Binti kijana unakuaga na mudi kabisa, unasema Mungu, wakati wangu wa kuolewa ukifika, wa kuoa ukifika, nibariki kabisa, nisaidie. Unakaa vizuri, binti unajiandaa, kijana unajiandaa, majira ya kuoa kwako yakifika, majira ya kuolewa kwako binti yakifika, una kinai, una kinai kitu kinachoitwa ndoa na unakuwa bize kabisa na unasema waziwazi kwamba mimi sihitaji mwanaume kwa sasa. Mambo ya ndoa siyataki, na fokasi na maono yangu <laughs> na fokasi na plani zangu. Sio kila wakati ambao unaona msukumo wa plani zako ni muda wa plani zako. Kuna muda ambao plani za Mungu zikija, shetani atakupa msisitizo juu ya plani zako, ili plani za Mungu muda wake upite. Kwa hiyo usingizi ndio unavyokuwa hivyo, unajikuta unasema, mimi I don't like I don't like man you know? Sihitaji, eh kwa sasa, muniache, am singo totali, singo wala musinisumbue, you know, unawambia kabisa, nawandikia na status, si kuasua na wakuasua na, na nyie muniache na maisha yangu, ni sawa. Ila huo msimu ambao unakuwa na msimamo mkali wa kuwasukumia watu mbali, ungesoma vizuri majira yako ya kiroho, inawezekana umelala, kuna kitu kinakupita na kikupita kiku, kiku. Ukizinduka usingizini utashangaa sizoni imepita. Kuna watu hapa mmezinduka usingizini, majira yameshapita. Yaani unazinduka usingizini, majira yamepita, nyakati zimeshapita. Unazinduka usingizini, kwa mfano unashangaa kuna viwanja vinauzwa mahali, unasema ah, huku ni mbali huku ni porini mbali. Sikia <laughs> waliokuwa wanajenga, kwa mfano wale waliokuwa wananunua maeneo hapa Dar es Salaam, wengi sana walinunua mapori, zamani palikuwa na mapori, na kulikuwa na kipindi ambacho watu wanalazimishwa, wana wanapewa maeneo ya, ya, maeneo kwa lazima, watu hawataki. Ujafuatilia historia hapa Dar es Salaam, hipo ko kule posta watu huku... Uku pembeni pembeni huku Mbezibichi hii yote unavyoijua, wale wanaojua Mbezibichi hiyo Mbezi bichi hiyo Mwenge hii Sinza, watu walikuwa wanalazimishwa kupewa maeneo hawataki tena. Mtu alikuwa kwa mfano mtu alikuwa akipewa huko Mbezibichi huko wanamcheka, ameenda kukaa porini. Sasa <laughs> hivi ukizinduka usingizini sa hivi ndio utajua wale waliokuwa wanachukua yale maeneo hawakuwa usingizini, walikuwa wako macho, wanajua kuhusu kesho yao. Ndivyo maisha yalivyo. Unapigwa na usingizi wa kichawi, kuna jambo linakupita ambalo ni ratiba muhimu ya Mungu kwenye maisha yako. Usingizi wa kichawi, usingizi wa kichawi, usingizi wa kichawi Kama huko pamoja na mimi sema amen. Kama huko pamoja na mimi sema mwalimu. Na kupata vyema ya usingizi wa kichawi, upite kwenye sizoni njema ya baraka, usijue kwamba haya ndiyo majira yako ya kazi, haya ndio majira yako ya kumtumikia Mungu, unalala. Kuna watu saa hivi, kuna watumishi ambao kwa sababu ya uzee walionao walianza kumtumikia Mungu wakiwa watu wazima sana, labda miaka huko hamsini, hamsini na tano ndio wameanza kufanya kazi ya Mungu. Nenda kawaulize, watakuambia ningejua, ningeokoka nikiwa kijana, ningemtumikia Mungu mapema kabisa. Ningejua, ningefanya kazi ya Mungu nikiwa kijana. Natamani hata miaka irudi nyuma huo muda wote wa miaka ishirini thelathini mpaka anakuja kushtuka baadaye, ni nini? Kuna kitu kikubwa kimempita. Usije ukajifariji kwamba Bwana atarejesha miaka iliyoliwa na nzige na parare. Ni sawa, hiyo ni rehema ya Mungu, lakini kuna vitu vinawapita watu kwa sababu ya ule usingizi uliowalaza wengi. Yani, majira yako ya kusoma masters na PhD ndio majira umekimbizana na biashara kari yako, yani <laughs> kuna kitu kinakupita. Ndio maana nasema inatakiwa uamke kutoka usingizini. Ule usingizi wa kichawi unaokuzubaisha, ukuache katika jina la Yesu. Mtu wa imani aseme, usingizi, achia maisha yangu. Sema tena, usingizi wa kichawi, toka ndani yangu. Yes. Utiwe nuru ya macho. Biblia inasema unitie nuru ya macho. Utiwe nuru ya macho ili adui zako wasikushinde kwao. Lengo la usingizi wa kichawi, moja, wafanye vitu vyao wakiharibu maisha yako bila wewe kufahamu, kwa sababu ukifahamu utaomba. Jambo la pili, majira yaliyokusudiwa kwako yakupite, yaani mwaka ule ambao ndio mwaka unatakiwa uanzishe biashara, ufungue miradi. Ule mwaka ndio mwaka ambao wachawi wakishasoma, wakisha majira yako, watakuletea usingizi. Huo ndio mwaka ambao unasema mwaka huu I don't like more business, sitaki tena biashara, mambo ya biashara naachana nayo. Kwanza maisha ni haya haya, ngoja ni starehe nile maisha. Ila majira yako yanapita. Hivyo watu majira yamepita kuna watu majira ya kazini kwao yamepita. Kuna watu majira ya kuolewa yamepita, majira ya kuwa yamepita, kulikuwa na usingizi wa kichawi. Usingizi wa kichawi. Lengo la tatu la usingizi wa kichawi, maana nakuonyesha nguvu ya usingizi wa kichawi. Lazima uukeme, uombe nuru ya uso na nuru ya macho. ni kukuchelewesha, roho ya kucheleweshwa inafanya kazi na usingizi wa kichawi Wachawi, waganga, wasoma nyota, wasomao bao, wasomao nyakati mbaya, wakitaka kukuchelewesha, wanakupa usingizi. Ngoja niulize swali hapa. Wangapi ambao wameshawahi kuchelewa ndege au basi au treni kwa sababu walilala? Tiketi unayo ila, wangapi ambao umeshawahi kuchelewa ndege, umechelewa basi umechelewa treni uh, kwa sababu ulilala <laughs> wangapi nataka nisikie hapo nione useme wangapi wameshawahi kuchelewa safarini kwa sababu walipitiwa na usingizi na unasema kabisa Dah! yani leo basi ili liniacha ndege imeniacha dakika 15 ndege imeondoka mimi ndo naamka usingizini kwa hiyo lengo la usingizi wa kichawi ni kukuchelewesha, kukuchelewesha, kukuchelewesha. Kuna vitu ambavyo ulipaswa uvikamilishe mwaka huu, usingizi wa kichawi utakuchelewesha. Kuna miradi, kuna mipango ulipaswa uikamilishe mwaka huu, usingizi wa kichawi utakuchelewesha. Na kwa sababu hiyo, lazima kushughulikia usingizi wa kichawi kwa sababu unaweza ukachelewa, usifike kwa wakati, usikamilishe jambo kwa wakati, kwa sababu ya usingizi wa kichawi ukuchelewesha, ukuchelewesha. Natamani, natamani tuombe, tuombe hapa, tuombe kwa ajili ya kushughulikia usingizi wa kichawi ambao unasababisha adui wakushambulie. Ya pili Majira yako ya kujiliwa usiyajue. Ya tatu kukuchelewesha. Hayo mambo matatu tunaenda kuomba hapa kinyume cha usingizi wa kichawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaomba hapa, na tutahakikisha tunapoomba hapa, tunapomtolea na Mungu wetu dhabihu na sadaka maalum kabisa ya kushughulikia uchawi. Ni lengo tuamke. Ngoja nikusomea vesi moja ya kukuamsha usingizini. Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Waefeso 5 wa Efeso 5 mstari wa kumi na nne. Biblia inasema hivyo husema, amka wewe usinziae, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Hivyo husema, amka wewe usinziae, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza Kwayo lazima uamke ufufuke, alafu Kristo akuangaze. Kwao tunaenda kuomba hapa ili kukuamsha na kukufufua kutoka katika usingizi. Ukiona hilo andiko limeandikwa ufufuke katika wafu, <laughs> uamke kutoka usingizini. Amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu. Kwao usingizi ni moja ya ma, ya, yaani ni, ya, yaani ni kama ni nusu kufa, umekufa usingizi wa kichawi ni kama wamesha kuua, bado tu majira yako ya kuondoka katika mwili. Ndo wanasema ufufuke katika wafu. Huyu mtu anayeambiwa afufuke katika wafu haimaanishi kwamba amekufa kimwili, no, yuko hai kimwili, ila katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ya usingizi wa kichawi amelala na wafu. Tunatakiwa kuamka katika usingizi na kufufuka katika wafu, na Kristo atakuangaza leo. Nasema Kristo atakuangaza leo. Sema Kristo uniangaze niuondoke katika usingizi, nifufuke kutoka katika usingizi wa mauti, usingizi uliobeba uharibifu. Kama uko tayari kwa ajili ya maombi, sema mwalimu, tuko tayari kwa ajili ya maombi. Tuingie kwenye maombi hapa, tuingie kwenye maombi hapa dakika chache. Tunazo dakika kama kumi na tano hivi, ishirini za maombi, alafu tutaweza kukamilisha yetu ya kushughulikia uchawi. Tuombe. Rudia na mimi maneno haya sasa. Tunapoomba, rudia na mimi maneno haya. Rudia na mimi maneno haya. Sema ee eh, Mungu Baba, ninakuja mbele zako katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Ninasogea mbele za uso wako, Mungu wa rehema na neema. Baba, katika jina la Yesu ninasogea mbele zako. Kwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako. Ninakuja mbele zako. Katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Ninasimama mbele zako. Mungu mtakatifu. Mungu mwenye nguvu. Nimelala. Yatosha katika ulimwengu wa roho. Nimeshambuliwa na usingizi wa kichawi. Usingizi wa kichawi. Wachawi wasomanyota, nyota wasoma ramli wasomao bao wasomao nyakati mbaya wameinuka kinyume changu, wakitaka kuniondosha. Kwa hiyo wameachilia usingizi wa kichawi yako majira yangu ya kuinuliwa, yanayonipita, yanayovuka mimi. Sielewi nifanye nini katika majira hayo. Kuna vitu vya baraka vinavyonipita mimi. Sielewi nifanye nini kwa ajili ya vitu hivyo vya baraka kila usingizi wa kichawi niliyopigwa nao, macho yangu yaliyolala, nilipofunikwa kwa kifuniko cha kichawi, ili nisielewe kinachoendelea, ili nisielewe kinachoendelea, ili majira yangu ya kuinuliwa yapite, majira yangu ya kubarikiwa yapite, kila usingizi wa kichawi leo hii kwa damu ya Yesu Kristo. Na kwa jina la Yesu Kristo, ninasimama mbele zako Bwana Yesu, ninavunja kila aina ya mashambulizi ya usingizi wa kichawi kwenye macho yangu ya rohoni, macho yangu ya moyoni. Usingizi wa kichawi, sema kwa sauti, usingizi wa kichawi kwenye macho yangu ya moyoni, kwenye macho yangu ya nafsi, kila usingizi wa kichawi ulionishambulia ili majira ya kujiliwa kwangu yanipite. Ninapiga huo usingizi wa kichawi uondoke kwenye maisha yangu, uondoke kwenye maisha yangu. Usingizi wa kichawi ninaukataa kuanzia leo, usingizi wa kichawi ninaukataa kuanzia leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema tena, kwa damu ya Yesu Kristo, kila usingizi wa kichawi ulionishambulia ulionivuruga ni vuruga ulioua kuona kwangu kesho na kuyajua majira na nyakati, usingizi wa kichawi ninaukataa sasa. Sema nakataa usingizi wa kichawi. Sema tena, nakataa usingizi wa kichawi kwa damu ya ye Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Sema nakataa usingizi wa kichawi kwa damu ya ye Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Sema tena, nakataa usingizi wa kichawi kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo, kila usingizi wa kichawi niliyoshambuliwa nao ili adui aniondoshe kwenye nafasi yangu ili adui aniondolee nguvu ya maombi ili adui aniondolee baraka yangu, usingizi wa kichawi ninaukataa ndani yangu katika jina la Yesu. Ninaharibu usingizi wa kichawi sasa kwenye macho yangu katika jina la Yesu ninaharibu usingizi wa kichawi sasa kwa damu ya ye Yesu Kristo. Ewe usingizi wa kichawi, toka, achia maisha yangu uliyefanya nisijue cha kufanya katika majira, majira ya kujiliwa kwangu uliyefanya adui akaharibu maisha yangu bila mimi kuona chochote wala kujua chochote. Sema kwa damu ya ye Yesu, usingizi wa kichawi achia maisha yangu. Sema tena, usingizi wa kichawi toka kwenye maisha yangu. Usingizi wa kichawi toka kwenye maisha yangu, usingizi wa kichawi toka kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Sema tena kwa damu ya Yesu, kila usingizi wa kichawi unaonishambulia ninaukataa usingizi wa kichawi kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo ninaukataa usingizi wa kichawi. Sema kwa damu ya Yesu, usingizi wa kichawi kwenye maisha ya familia yangu. Wachawi wote walioachilia usingizi wa kichawi kwenye familia, ninaharibu sasa, ninaharibu sasa, ninaharibu sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema ninaharibu usingizi wa kichawi kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa watoto wangu kwa damu ya Yesu, kwa ndugu zangu kwa damu ya Yesu. Sema usingizi wa kichawi Haribika sasa, haribika sasa, haribika sasa katika jina la Yesu. Hebu nenda mbele za Bwana kwa ajili ya maombi sasa. Kumbuka, tunashughulikia usingizi wa kichawi, usingizi wa kichawi malete lebate lemando nomosa tayana na mata jeketele masopalira rabosi atayabadia letala mashetelemande ni makateada. Tunaenda kinyume kabisa na usingizi wa kichawi kwenye maisha ya watu, usingizi wa kichawi kwenye kazi ya mtu, usingizi wa kichawi kwenye biashara ya mtu, usingizi wa kichawi kwenye ndoa ya mtu. Tunaenda kinyume kabisa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tunaenda kinyume.